hata kwenye gari hata kwenye gari e, basi lazima awepo dereva, lazima awepo kondakta, lazima awepo na tandiboi. Sasa nakuja hapa kuomba kula, ili kukamilisha, ili gari liweze kuondoka na lifike salama linapotakiwa kufika. Hapo vipi jamani? Sasa siku zote wanasema tunaanza na nyumbani. Jamani, mimi nafasi yangu ninayoiomba kwenye gari hilo kwenye basi hilo ni nafasi ya uko, ya utandiboi. Ni nafasi ya utandiboi. Ni nafasi ya nini? Eh, mimi ni ndio nitakayekuwa na hakikisha abiria wako salama, kuna changamoto ili nizipeleke kwa nani? Kwa kwa kondakta. Utapata baba na kondakta akishaona kwamba kuna jambo ambalo sasa haliko sawasawa, lazima akamwambia nani? <tipi> dereva wetu ni nani? <tipi> kondakta wetu ni nani? <tipi> tandiboy wetu ni nani? <tipi> Sasa ndugu zangu, tunasema tunakuja kuomba kura ili tupewe ridhaa ya kuchukua dhamana ya kuiongoza nchi yetu kwa nafasi hizo za kisiasa, kwa sababu sababu tunazo, na nia tunazo, na uwezo tunao. Sisi mwe katika kitabu chetu hiki hapa. Hiki ni kitabu cha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 2025. Mambo ambayo yametekelezwa ndani ya kata hii yetu ya Utalingolo ni zaidi ya bilioni tatu, zimeingia katika kata yetu ya Utalingolo Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Sasa sasa, yaliomo mndani baadhi niseme ni siseme? Ihalula tupo? Hatupo? Ihalula nawapenda sana Ihalula nawapenda sana sana tu. Niseme na haya yote nitakayoyaongea, maanake ni kazi ambazo zimefanyika kwa usimamizi wa ushirikiano na Mheshimiwa Mbunge Mheshimiwa Deodatus Filipo Mwanyika, lakini pia kwa ushirikiano wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapo vipi jamani? Lakini pamoja na hayo, kuna barabara ambayo imetekelezwa kutoka Nole kwenda Kisilo yenye urefu wa kilometa 4. lakini pamoja na hayo, kuna barabara ambayo imetekelezwa kutoka Nole kwenda Ijagala yenye urefu wa kilometa 4 na nusu ikiwa ni pamoja na ujenzi wa daraja. Hapo vipi jamani? Lakini tuwo wa kweli, kwa miaka mingi iliyopita, barabara yetu hii ya kutoka Njombe mjini kuja Utalingolo, Ihalula kwenda Kisilo ilikuwa na changamoto kwa miaka ya nyuma, kweli sio kweli? Kweli, lakini tunaweza sema angalau kwa sasa inapitika. hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Nikija kwenye elimu ya msingi, wana Ihalula, kwanza nianze kuwapongeza kwa juhudi ambazo mmezifanya pale ya msingi ujenzi ule wa vyoo ambavyo mlianza kwa nguvu zenu, lakini tumeshirikiana, tumehamasishana, na hatimaye nilishawishi mbunge na halmashauri kwa ujumla wakaleta fedha pale tukakamilisha. Kwa hiyo wanafunzi sasa wana vyoo vya kisasa hapo jamani. Lakini pamoja na hayo kwa kushirikiana wote kwa pamoja, wananchi, sisi viongozi pamoja na diwani mbunge, tumekamilisha tumeanzisha, tumekamilisha ujenzi wa darasa la awali ambalo limekamilika na madawati yake, watoto pale wanatumia Kweziu. kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Lakini pamoja na wale ni wapongezi wananchi wa Ihalula kwa malengo ya uanzishwaji sasa na malengo ambayo tayari mnayo ya ujenzi oh wa nyumba ya mwalimu tu pale shule ya msingi, naomba tujipigie makofi naiji Ihalula hoye iulal ni. Nikija kwenye kituo chetu cha afya, kituo cha afya cha kata Utalingolo kiko hapa katika kijiji cha Ihalula au tuseme tao hili la Ihalula. Tunashukuru sana wale waliotangulia, kituo cha afya kilisha kuwepo. Tulivyoingia katika utekelezaji wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi, sisi tumeendeleza katika uboreshaji wa kituo cha afya. Kulikuwa na changamoto kubwa sana ya wataalamu watumishi, lakini kilio hiki tulivyokipeleka kwa Mheshimiwa Mbunge Dkt. Filipo Mwanyika, yeye alienda kupeleka kilio hiki moja kwa moja kwa Samia Suluhu Hassan na hatimaye wataalamu waganga kumi ilikuwa ni kitu cha ajabu, wote walipangiwa kuja kituo cha afya Ihalula. Hapo vipi jamani? Alizungumza Mheshimiwa Mbunge na mimi naomba kurudia kwa kukazia, lakini pamoja na hayo, uboreshaji umeendelea kufanyika kwenye kituo chetu cha afya katika maana ya ukamilishaji wa jengo lile la X-ray la mionzi, kwa kuwa tulivyoingia lilikuwa bado halijakamilika, lakini tumeweza kulikamilisha kuna x-ray machine, kuna ultrasound, kuna generator standby, kuna mashine ya kitalam kabisa ya kuhudumia, inayohudumia afya na meno, afya ya kinywa na meno. Mmeiona? Hamjaiona pale? Mmeiona? Hamjaiona? Kuna mashine kabisa ya kisasa ambayo shughuli yake ile mashine ni kwa ajili ya huduma ya afya ya kinywa na meno. Kwa hiyo hata unapong'olewa, unaona jino lako kwenye screen kule. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Lakini ni waombe wana Ihalula, tuendelee kuboresha mazingira yale ya kituo chetu cha afya kwa kujenga nyumba za kulala wageni, nyumba kwa ajili ya migahawa na nyumba kwa ajili ya kuwapangisha watumishi ili tuweze kuongeza tija ya wagonjwa na wale wanaokuja kuhudumia pale waweze kuwa na mazingira yaliyo mazuri na yenye kujitosheleza, unasikia? Lakini pamoja na hayo, kwenye suala la afya tumeweza kuhamasishana mpaka tukaweka kauli mbiu yetu ya kata, Utalingolo bila uchafu ina Utalingolo bila uchafu inawezekana. Katika swala zima la kata Utalingolo bila uchafu inawezekana, tumeboresha hata vyoo vyetu kwenye majumba yetu, kwenye huduma zote za kijamii kuna vyoo bora, kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Haya, pamoja na hayo, tumehamasishana kwenye lishe bora, ambapo ili tupate watoto wenye afya njema wasio na udumavu tumehamasishana sana kiasi kwamba watu wameweza kuelewa na hatimaye swala la udumavu sasa limeanza kushuka kiasilimia. Ihalula hoye! Ndugu zangu, katika kata ya Utalingolo kwa kushirikiana na Mheshimiwa Mbunge na Mheshimiwa Rais, kutokana na changamoto iliyokuwepo kwa wafugaji limejengwa josho la kisasa. Ili josho limejengwa wapi jamani? Josho la kisasa limejengwa wapi? Ukija kwenye swala la umeme, Mheshimiwa Mbunge alishazungumza hapa, katika kipindi cha miaka mitano hapa Ihalula, tawi la Ihalula umeme, vimebakia vitongoji vingapi? Vimebakia vitongoji vingapi? Kimoja. Mimi nafahamu kitongoji kimoja kilichobakia ni kitongoji cha Magema, ndugu zangu. Sasa katika miaka mitano tumeweza kufanikiwa, tumeweza kufanikiwa kuingiza umeme vitongoji vinne na kimebakia kimoja. Jamani, katika miaka mitano inayofuata tutashindwa au tutaweza? Elimu ya sekondari sitalizungumzia sana kwa sababu wote tunafahamu tulivyoingia madarakani ndo tumewezesha ile sekondari yetu kuanza, kweli sio kweli? Na baada ya kuanzishwa ile sekondari imeteuliwa kuwa sekondari ya vipaji maalum ambayo inatuheshimisha ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe na ndani ya mkoa wetu, kweli sio kweli? Ni shule ambayo inafanya vizuri, watoto wanafaulu vizuri, lakini pamoja na hayo Kutokana na kuanzishwa ile sekondari na kuipeleka hiyo paji maalum, tumepata fursa inayotujia mbele yetu ya kupata sekondari ya pili hapo. Vipi jamani? Hapo sawa jamani, kuwa na sekondari mbili katika kata moja. Haya ni maendeleo, sio maendeleo? Iko sawasawa. Tukija elimu ya chuo kikuu, ndugu zangu, kama ni diwani memchagua, kama ni mbunge memchagua katike nde ufugililibwa ufugililibwa ilumanyi ufima ufugililibwa ilumanyi uagula ufugililibwa huko ukomisuge likomosa yondi bila hata huli hata hidogo. Hapo vipi jamani? Katika <tikia> mkoa wetu wa Njombe tumebahatika kupata branch tawi la chuo kuu cha Yudo, ambapo makao makuu ya chuo hiki kwa maana ilitao kwa maana ofisi kuu na majengo ambayo yameshaanza kujengwa pale mjini, ndipo itakapokuwa ofisi kuu kwa maana ya madarasa na mabwaro mabweni pale Njombe mjini. Hapo vipi jamani? Lakini kuna eneo ambalo limetengwa ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe, ambapo kutashughulikwa na shughuli ya ujenzi wa majengo mbalimbali yatakayohusu mambo ya mazoezi na vitendo. Ambalo hiyo eneo liko wapi jamani? Hiyo eneo liko wapi jamani? Hiyo eneo liko wapi la chuo kikuu ya Allah. Safi ni kina jamani, kwenye swala la mikopo ni zaidi ya milioni mia tatu zimeweza kutolewa katika vikundi mbalimbali ndani ya kata yetu, lakini ikiwa ni pamoja na sisi wa Ihalula tumeweza kunufaika vizuri, na mikopo hii inaendelea kutolewa. Lakini tuwaombe wale wanaoomba wawe na subira, kwa sababu maombi ni mengi, lakini wale wote wanaokuwa wamekidhi vigezo lazima mikopo yao watapewa. Hapo vipi jamani, vijana mpo? Mpo vijana mpo? Mpo? Michezo kila moja nadhani amekuwa shuhuda. Tumekuwa na ligi hiyo nzuri na bora ambayo ilikuwa inajulikana Mpete Diwani Cup, uendelezo Mpete Diwani Cup shule za msingi, ambapo katika miaka mitano vijana wameweza kupata burudani safi, na pia kutokana na ligi yetu ambayo ilikuwa ndani ya kata yetu, tumeweza kuwa na timu nzuri ambayo imeweza kwenda kushiriki ligi ambayo ilianzishwa na mheshimiwa mbunge wetu iliyoko inaitwa Mwanyika Cup. Na hatimaye tumeweza kuchukua kombe mara moja, lakini ng'ombe tumechukua mara ngapi? Ng'ombe tumechukua mara ngapi, vijana wewe. Vijana wewe. Sasa haya niliyozungumza ni baadhi ya yaliyoko ndani ya yale tuliyotekeleza kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi mwaka elfu mbili na ishirini, elfu mbili na ishirini na moja. Ni hela zenu, akili za kuambia changanya na akili za kuambia changanya na za wapo. Watakaosema ambulance kuja, x-ray kuja ni mpango wa serikali, ni kweli ni mpango wa serikali, lakini nani amefanikisha hivi vitu kuja? Ni wale waliokuwepo madarakani. Wewe ukikutana na yoyote ambayo anataka kuchanganya akili wewe chukua yale uliyoambiwa wachanganye na akili yeah, za kwako. Ni kipindi cha kampeni, msiyachukulie katika maana halisi ya yale wanayoyasema. Mtu anataka kuvutia ili aonekane yeye anafaa. Jamani, Chama Cha Mapinduzi katika usimamizi wake wa serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya kazi, haijafanya kazi? <coughs> yaliyofanyika yanaonekana, yaonekani paka, ndugu zangu kama zaidi ya bilioni tatu zimeingia hapa kata ya Utalingolo leo. Kuna moja atakuja kubeza haya maendeleo, tumsikilize, lakini tumwache aondoke na aondoke nayo, lakini letu linakuwa ni jambo moja, Oktoba 29. Haya, tunaomba virudie wote wote kwa pamoja, sawa?